Kupeleka tena mizigo nje ya nchi kwa sababu ya mpaka kufungwa. Kwa hiyo ndio janga ambalo limetukuta kama wafanyabiashara, tunaingia hasara kufuatana kwamba hapo hawa kabla mpaka hujafungwa, tulikuwa tunanunua mazao kwa bei elekezi, lakini yale mazao tulinunua kwa bei sasa, kwa sasa kulingana na soko jinsi lilivyokuwa limekaa kwa mpaka kufungwa inatukosti sisi kama wafanyabiashara. Wakulima tulikuwa tunanunua elfu sitini kwa kwa gunia, lakini kwa sasa, kwa gunia tunawalipa elfu hamsini na sita elfu hamsini na saba Kwa hiyo na wenyewe wakulima wanashituka, wanakuwa kama tunawaonea, kumbe ndivyo ilivyo, ndio warisia wasoko umebadilika. Ni kwa hili limetuasiri sana, kwa sababu sisi tunategemea kuuza mahindi nchi za jirani. Mizigo bado tuna mahindi ambayo tulitegemea kusafirisha kwenda huko nje, lakini kwa sababu mipaka ndio hivyo wamefunga, tunashindwa kupeleka. Kuna kuna sisi wafanyabiashara tunakwenda tuna, tuna na tunakopa mikopo mab, kwenye mabenki sasa. Baada ya kuzuia baada ya kuzuia huko mipaka, kama tusipeleke mahindi sehemu za jirani, tumeshindwa kurudisha mikopo. Nam ni George Moses, miongoni mwa wafanyabiashara wa mahindi katika eneo hilo. Kufuatia hali hiyo, serikali ya Malawi kupitia msemaji wa serikali ameueleza umma kwamba jambo hilo linaangaliwa kwa umakini, wakati ambapo wachambuzi wa diplomasia wa kimsi rais wa Malawi Lazarus Chakwera na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuzungumza kumaliza mkwamo huo. Ayo amenieleza Efraim Mkali, mwandishi wa habari nchini Malawi ambaye nimezungumza naye awali. Hivi leo tumemsikia msemaji wa wizara ya kilimo hapa nchini Malawi, uh, Patrick Bota akizungumzia swala hili baada ya kuulizwa na waandishi wa habari kusema kwamba serikali uh, inaangalia kwa macho sana swala hili sakata hili jinsi lilivyo uh, kwamba ni nini hasa ambacho uh, serikali ya Malawi inakwenda kukifanya, lakini kwa sasa hakuna jambo lolote ambalo serikali au imefanya au tuseme kwamba uh, uh, tunaweza kusema kwamba au taarifa kutoka katika serikali kuu hapa nchini Malawi bado hatujapata uh, uh, hizo taarifa . Uh, tumewauliza uh, wataalamu wa masuala ya diplomasia hapa nchini Malawi. Uh, nchi ya Malawi uh, ilipoteza nafasi nafasi uh, sana uh, baada ya uh, kwamba siku sita nchi ya Malawi ime, tazama vizuri hili swala na yeye amesema kwamba ulikuwa wakati mzuri sana huo huo kwa nchi ya Malawi au kwa serikali ya Malawi uh, kutuma wajumbe kuja huko huko kwenda nchini Tanzania uh, na kufanya mazungumzo na serikali ya nchi ya Tanzania, na pengine kwa sababu swala hili lilawagusa pia wafanyabiashara baina ya nchi hizi mbili um, wafanyabiashara wa Malawi wanazungumza nini kama athari zitaanza kuonekana? Pengine umeshazungumza nao au umeshawasikia wakizungumza lolote kuhusiana na sakata lenyewe? Uh, wanahofia kusema kwamba wenda hata sakata la mafuta ambayo lipo hapa nchini Malawi, tatizo la mafuta lipo hapa nchini Malawi linaweza likakuwa sana kama serikali ya Tanzania, endapo serikali ya Tanzania itaamua kusema kwamba uh, mizigo yote ambayo ina inaingia inakuja huku Malawi kupitia nchini Tanzania, uh, isipitie tena huko, ina maana kwamba itakuwa, uh, uh, itakuwa kitandawili kikubwa sana kwa nchi ya Malawi na ndio maana Uh, hata hawa wataalamu wa masuala ya kidiplomasia lakini pia na kisiasa wanasema kwamba serikali ya Malawi, uh, inatakiwa iangalie upya sana, uh, jinsi uh, uh, mtazamo wake ulivyokuwa, na wamemwomba rais wa nchi ya Malawi Lazarus Chakwera kusema kwamba uh, afanye safari akutane na, na rais wa nchi ya Tanzania uh, Dr. Samia Suluhu Hassan.